Kuwashukuru sana wananchi wa Kigamboni, kata zote Kimbiji, Pemba Mnazi, Somangila, Kisarawe tu, Kibada, Mjimwema, Kigamboni, Tungi, Vijibweni. A ndugu zangu, nakushukuru kwa sababu mmeonesha ushirikiano mkubwa maana tumefanya mikutano kwenye kata zetu mitaa yetu, tumeeleweshana, tumeelimishana na tumeshauriana. Lakini nataka niwahakikishie mimi, ule ushauri mlionishauri ndio niliouchukua, maana mliniambia Sanga, tunaomba ukienda bungeni ukawe mbunge wa wananchi. Lazima nasema mimi, nitakuwa mbunge wa wananchi. hapo vipi? Ukitaka kuelewa kwamba huyu ni mbunge wa wananchi, angalia hata tulipoenda kule Buza, kule nilisimama nikamwambia, mheshimiwa mgombea rais Kigamboni, tuna changamoto nyingi sana, lakini changamoto yetu kubwa kubwa ni barabara. Nikarudia tena nikamwambia changamoto yetu kubwa Kigamboni ni barabara, pamoja na changamoto zingine nilizozungumza, ikihusishwa tozo za kibuko pale darajani, lakini pia hata

Lazima tupate sehemu ya keki ya taifa, kwashea zile zile ambazo wenzetu wanazipata. Kuwa na wameli sana. Niwahakikishie leo tunakamilisha kampeni hizi, lakini mikutano kama hii mimi nitaendelea kuifanya pale mtakaponithibitisha kesho kuwa mbunge wa jimbo la Kigamboni, ni watumikie kuna sehemu ya eneo kubwa kabisa baharini la huko lakini, mimi kwa nafasi nyingine, ni diwani, ni mjumbe wa baraza wa madiwani wa halmashauri wa yetu ya Kigamboni. Nitashauriana na madiwani wenzangu, tukae tukubaliane, na sisi Kigamboni tuwe na koko bichi yetu. Hapo vipi? Hapo vipi, ndugu zangu? maendeleo ya wana Kigamboni. Tukishaimarisha miundombinu yetu, tutapata thamani ya ardhi, lakini pia tutapata wateja. Watu watakuwa waongezeka katika jimbo letu la Kigamboni, ndio watakuwa wateja wa bidhaa zetu ambazo tutakuwa tunaziuza. Lakini nataka niwahakikishie, Kigamboni hatuna stendi. <laughs> nimeambia huku huku Somangila, tuna eneo liko hapo la eka tano na mimi nitaenda kuwashawishi ndugu zangu madiwani, stendi ya mabasi kutoka mkoani yao wanakuja Somangila, wanaenda hapo, vipi Sanga? Kesho kesho kesho kesho, kesho mimi naombeni sana ndugu zangu wana Kigamboni, ili hizi ajenda tunazozizungumza zikapate kutekelezeka, ni lazima na ni dhahiri kabisa twende tukapige kura nyingi sana kwa Dkt. Samia Suluhu Hassan. Huyu mama toka amepewa nchi ya Tanzania, tulikuwa hatujakaa sawa, akatuweka sawa, lakini ameenda kufanya maajabu. Ni mfano wa karatasi ya kula